Eh, shu, dhaniwa kwa pembe za ndovu kubainika kuwa ilikuwa ni ya pembe za ng'ombe. Awali maafisa kutoka halmashauri ya kutoza ushuru KRA walikuwa tayari wamekagua shehena hiyo ya kontena ya futi 40 ambayo ilishikiwa kubeba pembe za ndovu hasa baada ya mwenye shehena kutoonekana bandarini na kuilipia. Shehena hiyo kwa sasa inatarajiwa kufanyiwa mnada katika bandari hiyo ya Mombasa. Ni kisa kilichowavutia umati mkubwa na kuwashangaza wengi. Na shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP na mashirika mengine mawili yaliyo chini ya, ya Umoja wa Mataifa yamesifiwa kwa juhudi zake za kuleta maendeleo kote ulimwenguni. Akizungumza wakati walipozuru makao makuu ya Standard Group, mwakilishi wa UNDP humu nchini Aeneas Chuma alisisitiza haja ya utangamano na kutoa elimu ya umma kwa Wakenya, hasa kuhusiana na mfumo mpya wa kupiga kura ili kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu ujao unakuwa wa huru na wa haki. Mbali na hayo, wamearifiwa kwamba kuna kuelimika shirika la Sanad kama linalofahamika katika fani ya wanahabari. We look forward to working with the media, um, in this respect and uh, be it in civic education but also in, in, uh, informing uh, the, the public about key elements

and and and and a a platform that that will will promote national harmony and peace and a framework that will tell the the country about the men and women who are competing for various positions. hhaa aaaom aaaamai basi kwa moda usoko mrefu mwana sporti, Sadiq Shaban atakuwa uwanjani na taarifa za sporti nam namwona Baba Nadia akijifunga vidubwasha kule kwa hivo usiende mbali leo.

Mi mama angu angeweza kunipeleka sekondari juu akuwa na pesa. A watu wa afya tu walituchukua wakatupeleka college, wanatusaidia wanatukansul, wanatufanya nini forum, tunaenda tunafanya vitu mob. At least walikuwa kituepusha na maneno mingi sana ya hapa nje, watu keep busy. Na ningependa kuumiza watu wa community, kuna wasichana wengine wengi hapa nje na vijana wanaingililianga maneno ya drugs, wanaenda kuolewa mapema, wanapata mimba. Wengine vijana wameingilia uwizi, wanauliwa bure. Kama wanaweza wasaidia pia ao at least pia ao kuenda kutonyweleza jimuduku wa laifu yao, wape mkono wa upendo, wasaidie watoto mayatima na waliohoi katika eneo unaloishi.

And sunflower oil nature's healthy way. Kati ya maji yote ninayoteka kwa matumizi nyumbani kuna yale yanayofika kwenye kinywa cha mtoto wangu, na hapo kuna lile tone moja ambalo laweza kuwa na wadudu wasioweza kuonekana na macho, linaloweza kumfanya mtoto wangu kugonjeka. Tone moja ambalo laweza hata kumuua mtoto wangu. Masiwezi kamwe kukubali jambo hili kutendeka. Ndiyo maana mimi hutibu maji yote ya jamii yangu na Uwotara, ili kila tone la maji ambalo mtoto wangu atakunywa litaweka kwa hali ya afya na furaha na kuliweka kwa hali ya utulivu. Linda kila tone na Uwotara kwa maji safi ya kunywa.

Wakazi wa Mombasa tutakuwa pale Wild Waters Nyali tarehe 13 hadi tarehe 15 Aprili. Wenyeji wa Kisumu mje pale Aga Khan Hall tarehe 20 hadi tarehe 22, alafu tuje tumalizie hapa Nairobi Prestige tarehe 26 hadi tarehe 29 Aprili. Karibu michezoni, ambapo hii leo tunaanza na taarifa kuhusiana na, na jedwali ya FIFA iliyoweza kutoka hii leo duniani, ambapo hii leo timu bora duniani na barani Afrika, ambapo Kenya imepoteza nafasi nne duniani katika jedwali hii timu bora, na sasa wanaorodheshwa katika nafasi ya mia moja na kumi na saba kutoka nafasi ya mia moja kumi na tatu A Kenya ambayo ilikuwa imepanda kutoka nafasi ya 136 mnamo mwezi wa Oktoba mwaka jana, eh, na walionekana kupanda hadi juu hasa waliposhikilia nafasi hiyo mwezi jana. Mabingwa wa kombe la dunia wa Hispania kwa katika nafasi ya kwanza hawajabadilika, huku Uholanzi waliokuwa katika na nafasi hiyo ya pili wakipoteza nafasi yao hadi nne, huko Ujerumani na Uruguay wakitoa nafasi hizo Ureno katika nafasi ya tano, ya tano, huko Cote d'Ivoire, ikiwa timu bora zaidi barani Afrika. Na katika nafasi ya kwanza na wanashikilia nafasi ya kumi na tano duniani. Mwanariadha chipukizi alipatikana ameaga dunia katika eneo la Marura uh, Eldoret asubuhi ya leo baada ya mapumziko ya likizo ya Pasaka uh, kulingana na wanariadha wenzake katika kambi ya Inet mjini humo Mwendezake zake kwa jina Paul Kosgey, maarufu mrefu, alikuwa mwenye afya njema siku ya Ijumaa walipowachana na wenzake walioelekea kwa likizo ya Pasaka, na ambapo mwendezake alisema hangaelekea kokote kwa likizo hiyo, kwani angalibaki kambini kwa mapumziko. Hata hivyo, wanariadha waliokuwa naye juni hiyo walisema kwamba awali mwanariadha huyo alalamikia maumivu kifuani, na waliporejea hilo kambini, basi na eh, hali ilikuwa imebadilika, kwani alikuwa amelala huko akiaga dunia. Mlango haukuwa na respond push kidogo imefungiwa ndani. Ai, sio kawaida ya mrefu kulala mpaka saa tatu hata kama mazoezi hard imekuwa namna gani, ni lazima atamka. Ameanza tu na alikuwa anakimbia, amesha kimbia local meeting in Kenya na is a promising, kwa sababu yote ameshaenda, amekuwa amesha top six. So, nafikiria mwaka huu mazoezi yake, vile nilikuwa nimeona, kwa sababu tunafanya wote mazoezi, angekuwa kwa Labda kwa timu ya Olympics. Kuingia kwa mashindano ya mbalimbali, uh, mbali baina ya shule za upili mula wa kwanza utaanza Jumamosi hii katika eneo uh, la Maseno mkoani Nyanza, na unatarajiwa kunoga kwani tayari kuna wakilishi watatoka nchi za Nigeria na Ghana ambao watahudhuria mashindano hayo yatakaanza siku ya Jumamosi, na leo basi wadhamini wakuu wa mashindano haya waliweza kuchangia mkoba wa udhamini Mashindano ya kila mwaka ya shule za upili yatakuwa na kivutio cha aina yake, haswa katika mchezo wa vikapu ambao umekuwa wakitwaliwa na Tigoi na Shimba Hills kwa kina dada, huku Maseno na Leza Hills wa kitamba kwa upande wa wavulana. Katika mikakati ya kuongeza upinzani zaidi, maskauti kutoka Marekani wanatarajiwa katika mashindano hayo yanayoanza weekend hii Maseno. There may be, uh, basketball, something to watch. Let me not say exactly what we'll do. Aidha, mashirikisha shule kutoka Nigeria na Ghana watazuru nchini.

Everybody equal as they participate in sports. Udhamini wa Brookside kwa shule za upili za michezo unafika tamati yake, lakini tayari kuna dalili za kandarasi mpya. Aidha, wanafunzi watakaotamba katika awamu ya mwaka huu huenda wakalipua karo za chuo kikuu. We want to develop the complete individual in sports, academic and in health. Mashindano haya yalipata udhamini wa kima cha shilingi milioni saba. Hassan Juma a michezo uh, hata wiki moja haijapita tangu